Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Januari kumi na tatu, ambapo kijana huyo amekutwa akiwa amelala katika uwanja wa mpira wa shule ya sekondari Nyanza, mtaa wa Nyanza, halmashauri ya manispaa ya Geita, ambapo ameshindwa kuzungumza akidai kuishiwa nguvu. Wakizungumza baadhi ya wananchi ambao walijitokeza kushuhudia tukio hilo, Lucas Johnny na Elizabeth Mihayo wameeleza namna walivyomuona kijana huyo. Mimi tukio hili naweza nikalizungumza, nimepita ni hapa mida kama ya saa kumi na moja nikawa naona watu wamejaa, nikapuuzia nikaondoka, lakini baadaye nimerudi, ikabidi nije niangalie kuna nini. Nikakuta kijana amelala hapo, hawezi kuamka, ana maumivu mguu, ikaonekana kwamba kapigwa mguu, ameumia. Sasa mimi kwa upande wangu nakumbuka usiku wa jana kama mida ya saa kumi nilisikia kelele, mtu analia, anasema acha, acha. Sasa ni mtu ambaye alikuwa anapigwa, hiyo mida ya, ya usiku wa saa kumi kwao. Nikawaza sisi wengine tuna watoto ambao wanafanya makazi huko mjini, huwezi kujua kinatokea nini. Nikamwamsha kijana wangu mmoja, nikamwambia kaangalie nani anayepigwa. Aliamka lakini akarudi, akasema simfahamu, ila anapigwa anajitambulisha nasema anatokea Sengerema. Basi sasa, baadaye nilivyokuja kumkuta hapa na akawa anasema ni wa Sengerema nikakumbuka ile jana usiku nikawaza kumbe ndio yule alipigwa jana usiku, japo sijui sasa waliompiga, maana usiku umelala, unasikia mtu anapiga makelele. Kwa hiyo huyu mtu alipigwa jana usiku. Sasa mimi ninachokiona mtu yoyote ukimuona, labda ukimpata, labda amefanya chochote, sio vizuri kufanya kitendo kama hiki, chukua hatua mpeleke kwenye sheria, sio kumuumiza kama hivi, alafu baadaye wakamchukua, wamemtelekeza sehemu hata angalau wangembeba wakampeleka kwenye vyombo vya sheria. Naamka asubuhi saa kumi na mbili nikamkuta huyo mtu amekaa hapo. Sasa hatua mimi nilioichukua ni kumpigia simu mwenyekiti wa mtaa wa Nyanza, ndipo alipokuja akachukua naye jukumu lake kwamba akamtafuta polisi kata, polisi kata akawa akawa yuko bize, lakini akufanikiwa kuja. Kwa hiyo jukumu nilochukua toka saa kumi na mbili tumemkuta asubuhi, lakini wengine wanasema mara toka jana usiku, ila mimi nimemkuta saa kumi na mbili. Yani sielewi sasa ule muda wanaosema wenyewe walio muona, ila mimi nimemkuta asubuhi tukawa tunabizana na mwenzangu, mbona huyo kama vile analia, amefanyaje au ni walevi? Ah, kuja kwenda pale, yani jamaa hata anyanyuki wala kufanyaje, kitaka kunyanyuka naanguka, kiangalia kwa chini pale kuna madamdam damu, kuja kuangalia vizuri, mguu ule mguu ni kama vile umekatika ume, ume, ume unaona mwe mm. alipokuja ndo akachukua hiyo hatua kumtafuta polisi kata, polisi kata akawa yuko bize, ndo akawa amepigia polisi wakaja Hamisi Abdallah ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Nyanza. Hapa anaeleza hatua walizochukua juu ya tukio hilo. tukio nalifamu, kuhusu huyu jamaa huyu, utemkuta melala hapa, hili tukio mlisikia tangu mchana. Saa nane tulikuwa msibani hapo kwa Bwana Mizanza hapo. Hasa mimi nikajua labda kwa kuwa hili tukio limetokea tangu asubuhi, hili tukio labda lifanyaje, limeisha lakini sasa tumekuja na, na, na kiongozi mwenzangu tumefika hapa uwanjani watu wameja hapa wani, nani hapa kwenye tukio hili. Ikabidi tufanye, tupite kujiridhisha, je ile tukio ile tukio tulikuwa tunasikia au, au, au tunakuta hapa. Tunakuta kumbe ni lingine ni, ni tunapita lile, lakini sasa nikajaribu kuhoja hapo kaniambia, bwana hili tukio ni tangu asubuhi. Yeah. No. lakini sasa ili kupata kupata ushahidi kamili ni vipi huyu mtu, inabidi nimpigie simu kiongozi wa mkoani kumuulizia kuhusu tukio hili. Ananiambiaje? Ananiambia kwamba huyo, huyu, huyu mtu alionekana jana mkoani huko, bado kuonekana mkoani na ameonekana kwenye mji wa mtu. Lakini sasa kwenye mji wa mtu huo ameonekana pale kwa anakotokota vitu, wakajua labda mwizi, ikabidi wamwangushie wa kipigo wamkamate wakataka kumpeka wapi polisi, lakini sasa wamemtoa wame, wame, wame, wame mkoani kumfikisha hapo uwanjani, wakaona kama vile dishi lake haliko sawa, yani akili yake haiko timamu, ikabidi wamtelekeze hapo au wakafanyaje. Wakaeni uvona walivona akili yake haiko sawa sawa, wakamfikisha hapo uwanjani wakamtelekeza, wakamfanyaje kwa wakaondoka. Kwa hiyo tangu asubuhi tangu asubuhi ya alfajiri yuko hapa na polisi wameshapigiwa simu tangu asubuhi wa waje kumchukua, ndio sasa hivi wamekuja baada ya kufanya baada ya kukazania tukio hili ndio wamekuja hapa wamemchukua, kama ulivyoona mwandishi wa habari, wamemchukua wamepeleka. Mimi yangu niliona ndio hayo kuhusu huyu jamaa. Hata hivyo, jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kumchukua kijana huyo kwa msaada zaidi. Esther Mabula, Storm FM.